Sana. Amina. Ndio. Uh, kwa majina yako tafadhali? kwa majina naitwa Anita Brighton. Nina sali hapa uzima katika neno. Nimeokoka na ninampenda Yesu. Ndio, dada Anita, leo ibada ya leo kuna kitu gani cha kushana siku sana? Ibada ya leo kwa kweli, ibada ya leo imejaa utukufu. Tumemwona Mungu akitenda. Tumepokea neno na limetubadilisha kwa viwango vikubwa sana. Basi naweza nikasema Mungu nashukuru kwa sababu neno la leo mimi mwenyewe nimepata mabadiliko makubwa kupitia neno hilo. Ndio neno lilikuwa nasema kwamba usiogope. Kuna jambo gani ambalo unadhani litaenda kuinuka kupitia ujumbe wa leo ambao unasema usiogope? Ah, kupitia ujumbe wa leo ambao linasema ambao amba usiogope, nimejifunza vitu vingi katika maisha yangu kwamba katika maisha huwa kuna changamoto nyingi ambazo watu tunapitia na changamoto nyingine kuturudisha nyuma, hata kama tumekaribia kufikia mafanikio fulani, lakini kwa sababu mtu anakuwa na hofu ndani ya moyo, unajikuta unakata tamaa na kurudi nyuma, lakini kupitia neno hili nimejifunza kwamba hata kama kuna changamoto fulani naipitia natakiwa kuinua kiwango cha imani na kusonga mbele ili nifikie pale ambako mungu amekusudia ndio umeshuhudia mambo mengi sana ambayo mungu ameatenda juu ya maisha yako isia na ushuhuda wako kwamba mungu amekuinua amekupeleka viwango vingine je yeah. kuna lipi la kujivunia kupitia ushuhuda wako ambao umetuambia ume kwa kwamba mungu amekuinua na amekupigania ah ninajivunia kwamba cha kwanza nimempata Yesu ambayo ni Yesu wa ukweli, ambaye Yesu huyu atumii visaidizi vyovyote. Kwa sababu mimi cha kwanza naweza ngasema kwamba nimepitia mambo mengi, nimezunguka makanisa mengi ambako nimetumia maji mafuta, lakini baada ya kufika madhabahu hii nimemuona Yesu aliyekuwa wa kweli. Hapa nimekuwa ni, ni kiongozwa na neno moja tu la kipekee ambalo ni la Yesu Kristo, wala sio visaidizi hivyo. Basi mimi najivunia kwanza kwa hilo. Ndio una lipi ambalo lipo vizuri una, una lipi ambayo unaweza ukatuambia au ukamwambia ni kutazama kuhusiana madhabahu ya mji? Ah, ninachomwambia wewe yeyote ambao unanisikiliza ambao unanitazama kwa wakati huu, naweza nikasema kwamba unaposikia mji wa laa, ni mji wa laa kweli, kwa sababu kupitia mji wa laa kuna mabadiliko makubwa ambayo unaweza ukayapata katika maisha yako, kwa sababu mji wa laa inazungumzia kweli na inazungumzia jina ambalo ni moja tu ambalo ni Yesu Kristo, na ni madhabao ambayo inapingana na vishawishi na mambo mbalimbali ambao watu wengi walikuwa wamekuwa wakipotea kupitia. Haya ndio unatarajia ni kupitia madhabao haya ya mji wa raha. Natarajia makubwa kupitia mji wa raha natarajia kuinuka ku viwango vya juu zaidi, lakini pia ninategemea kwamba kupitia madhabahu hii nitaenda kuulizi ufalme wa mbingu, kwa sababu tunaiamini kweli na tunaishi katika kweli. Ndio, barikio sana Mungu akubariki sana, ah.